Sababu ya tatu ni dalili tunayo, lakini mtu hajui kwamba imefutwa na dalili nyingine. Kuna nasikh na mansukh. Uwezo ukawa na dalili, kumbe dalili yako ulioishika ni ya kitambo, kuna nyingine ilitoka, ilipotoka mpya ikafuta ya mwanzo. Sasa ile raba ile, we huna, we una, we una wale we huna, we huna, we maandishi yako tu, kumbe mwenzako ana raba, kwambia hapana Shekhe, hiyo ilifutwa na hii mfano mungu asema wale ambao watakufa wakaacha wake zao basi watakiwa wakae mwaka mzima ndani eda hiyo tumefahamiana bila kutoka aya hii kisha ikafutwa na aya nyingine kwamba mtu akifiwa akete arbaata ashhurin wa ashara akete miezi minne na siku kumi kwa hivyo kama hii aya ya pili wewe huijui we utabakia wake wanawake utawaketisha majumbani miaka minga, mwaka umefiliwa wewe, umefiliwa wewe, kulingamana na aya ni ukae mwaka mzima. Kumbe kuna aya ilifuta. Ama aya nyingine, Mungu asema musikurubie swala ikiwa mmelewa, musikurubie swala ikiwa mmelewa, ikafutwa aya hii, hakika pombe na kamari ni haramu, hizi achaneni nazo. Usipoijua aya ya kwanza, utawaambia watu wapige komba, kisha ba, baada ya karibu na swala takuwa limetoka watu waje wafanyeje? Watu waje wasali. Hizi ni sababu tatu katika sababu nyingi wanazoona walizotuwekea. Vipi utasikia Imamu Shafii ana msimamo, Imamu Malik ana msimamo? Sababu ni hizi baadhi yake. Huyu hadithi anayo, mwingine haikumfikia ama wote wanayo, kila mmoja akafahamu kivyake. Ama wote wanayo, mwingine anayakufuta na mwingine hana, ndio ikawa kila mmoja ana msimamo wake. Lakini hili ndugu zangu, katika imani, ndio kama nilivyosema, halitatizi wala hatufai sisi kugombana na hawa wanao sisitiza umoja wakaa kwenye hizi nukta ambazo nukta zenyewe hata hazina matatizo kwetu, hazina matatizo. Tunaweza kwenda kwenye misikiti inaopiga kunuti na sisi tukapiga kunuti tena, ukitaka niache ni ache niwe imamu tapiga allahumma hadina fiman hadait na watu waitikie, hakuna tatizo kwenye hilo. Tatizo liko pahali kwengine, na walijua liko wapi, lakini wameelekea mkono kwa sababu wakilitoa watu wataelewa.